Fahamu jinsi ya kudhibiti matumizi ya kifurushi chako cha interneti. Jinsi ya kuzima background data. Nenda kwenye settings, kisha chagua data usage. Chagua mobile data only apps na zima background data za application zote kwa pamoja. Fahamu jinsi ya kuzima automatic updates za app zako kwenye simu. Fungua application Play Store na bonyeza profile icon yako na chagua settings. Chagua network preference, kisha chagua auto update apps na kwenye menu inayofuata chagua don't auto updates. Jinsi ya kuzuia auto download za media kwenye WhatsApp. Fungua WhatsApp, kisha bonyeza juu kulia na chagua settings. Chagua storage na data kisha chagua when using mobile data na toa tiki zote. Pia unaweza kupunguza ubora wa video ili kudhibiti matumizi ya data kwenye apps kama za YouTube.